Umri wa ujana una vituko vingi, tunashuhudia vituko mitaani, ulimwenguni, kwa mitandao na kwa kuona namna umri wa ujana unavyowaendesha vijana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewazungumza vijana ndani ya Qur'anul Karim, waliouzingatia vizuri umri wao na wakaufanyia kazi vizuri kupitia malezi wanayoleleka. Vijana hao ni vijana waliokuwa katika dola ya Rum, katika nchi ya Rum. Nchi hii ilikuwa na nguvu miaka mingi iliyopita kabla ya sasa. Alitawala mmoja miongoni mwa wananchi wa nchi hiyo ya Rom miaka hiyo aitwaye Dakianus. Huyu bwana ndani ya mamlaka aliyokuwa nayo katika nchi yake aliweka mfumo kutaka kuabudiwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kila atakayekubali kumwacha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na, na kuabudu chochote kisichokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa huru kuishi kwa amani katika dola ya Rum, lakini kila atakayekataa kuabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anaishi maisha ya tabu kwa kuficha imani yake na ibada zake, na atakayeonekana kuwa anamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayedhihirisha imani yake, hukumu ilikuwa wazi wazi kutoka serikalini, kuuawa mtu huyo, anauawa. Sasa huyo mfalme alikuwa ana tabia ya kutembea katika dola yake sehemu mbalimbali mbali, kama ziara kuangalia maisha wanayoishi wana miji yake katika nchi yake. Mpaka upande wa imani alikuwa anauchunguza na anataka kupewa ripoti kuhusu masuala ya kiimani yaliyopo katika jamii ya sehemu hiyo. Sasa siku miongoni mwa siku akatembea sehemu, alipofika mahala hapo palikuwa na vijana saba. Vijana hawa walikuwa wamemkamata Mwenyezi Mungu Subhanahu Wataala kweli kweli, na walimsoma Mwenyezi Mungu Subhanahu Wataala wakamfahamu vizuri. Na kwa kuwa wanamfahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu Wataala, wanavyomwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu Wataala ni zaidi ya wanavyoogopa viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu Wataala. Sasa mfalume alipofika mahala hapo akawahitaji wanaoishi maisha ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, wakaacha masanamu na vinginevyo vilivyokuwa vikiabudiwa pale. Wakaletwa waliopatikana, na hatimaye kuwawa waliogoma kurudi katika kuabudu visivyokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wakaletwa wale vijana saba wale, walipofika mahala pale, Subhanallah walionyesha msimamo wa hali ya juu mno mbele ya mfalme, mbele ya ugeni, mbele ya wenyeji, mbele ya viongozi wa serikali, lakini msimamo ulivaana na kuchunga adabu wakati wa kuzungumza kwao na wale viongozi na yule mfalme na wale waliokuwa wakisikiliza mazungumzo yao. Hekima ni nini? hekima ni kuwaonesha mwongozo, sahihi ni huu vijana, vijana. Mwenyezi Mungu subhanahu wataala akawazungumza, anasema nahnu nakusu alaika nabaahum bilhaq, sisi tutakusimulia ewe Mtume Muhammad na kila atakaye kufuata habari ya vijana hawa hali ya kuvana na ukweli anasema innahum fityatun, hakika vijana hawa, hakika wao ni vijana watukufu mno. Fityatun tanwini ni atadhim, Mungu mwenyewe subhanahu wa ta'ala anatangaza utukufu wa vijana hawa, anasema innahum fityatun, hakika wao ni vijana watukufu mno, hakika wao walikuwa ni vijana watukufu mno. Kipi kilichowavisha utukufu huo? Amanu bi rabbihim, waliokuwa wameishi maisha ya kumswadikisha muumba wao mlezi wao, usiku na mchana, popote walipokuwepo. Haya ndio maisha yao, kila walipo, wakati wowote, wao ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wamemweka ndani ya nyoyo zao kila lao wamemweka ndani ya nyoyo zao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa maisha haya ya kumsadikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waliokuwa nayo vijana hawa, usiku na mchana popote walipokuwepo, Mwenyezi Mungu Subhanahu hakuwaacha, akawafanyia jambo kubwa ambalo haiwezekani kufanywa na yeyote zaidi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasemaje Mwenyezi Mungu? Anasema wazidnahum huda tukawaongezea mwongozo, tukawaongezea imani kuliko ile waliokuwa nayo wenyewe. Na ziada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala iliwaimarisha zaidi kuliko walivyokuwa kabla ya kupewa ziada hiyo, na kwa ziada hiyo walikuwa na mitazamo yenye nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bwana Mtume anasema ogopeni, iogopeni firasa ya mu'min. Kwa nini? Anasema fa innahu yanzuru bi nurillah. Kwa sababu mu'min Aliyefikia daraja kama hawa vijana walioifikia, ya kuongezewa imani na Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Taala, kutazama kwa nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Kila lao wanalolitazama, ufumbuzi wake wanaupata kupitia nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Vijana hawa walioongezewa imani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala waliipata. Walipoipata nuru hii, kilalau walilokuwa wakiliendea walikuwa wakiliendea kwa mwanga wa nuru hii. Wameletwa mbele ya mfalume, Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala akawafanyia jambo kubwa tena

anawafanyia wakati mzito, wako mbele ya mfalume wa nchi ambaye kaweka sheria, ni kawaida kabisa kumwondoa ulimwenguni anayeabudu badali ya vile wanavyoabudu wao. Ni kisimamo kizito mno. Kwenye kisimamo kile Mwenyezi Mungu anasema, warabatna ala qulubihim, na tukazimarisha nyoyo zao tukazitia nguvu nyoyo zao tulizipa msimamo nyoyo zao idh qamu wakati walipokuwa wamesimama mbele ya mfalme wa nchi mbele ya wageni waliokuwa wamefika mahala pale wakiwa wameandamana na mfalme wa nchi mbele ya wenyeji wa mahala pale waliokuwa wamekusanyika kwenye mkutano ule faqalu wakasema lan nad'uwa min dunihi ilahan. Subhanallah. Mfalume akawaambia, twasikia, mna mwabudi wa mwingine, hamwabudu vinavyoabudiwa katika nchi yetu hii, kwa nini mwapingana na taratibu zilizopo katika nchi Kwani mwabudu wenu ni nani, nye vijana? Vijana wakamwambia mbele ya watu wote waliokuwa pale wanasikiliza, kwa maneno ya adabu, kwa maneno ya hekima, kwa maneno ya busara, kwa maneno ya mwongozo, wakiwa na maana na wao wapate kuongoka baada ya kuyasikia waesemayo. Wakasemaje vijana? Sema, rabuna muumba wetu mlezi wetu, rabu samawati walardi, ni muumba wa mbingu zote mlezi wa mbingu zote na ardhi zote. Hatuna muumba mlezi mwingine yeyote zaidi ya muumba wetu mlezi wetu aliyeziumba mbingu zote na kuzelea mbingu zote zikawa katika hali ilivyo tangu alipoziumba na aliyeziumba ardhi zote na kuzilea ardhi zote zikawa katika hali ile ile tangu alipoziumba. Huyo ndiye muumba wetu, ndiye muumba wetu na ndiye mwabudio wetu. lan nadua min dunihi ilahan lan linafi ta'bid, maisha yetu yote, mpaka roho zitakapotoka katika viwiliwili vyetu, haitatokea hata kidogo kuwabudu badali ya Mwenyezi Mungu waabudiwa wengine, haitatokea. Muabudu wetu ni mmoja tu, ama waabudiwa wengine wote, hata kama wataabudiwa, sisi hatutawaabudu hata kidogo, umri wetu wote uliobakia. Wakaongeza nini, Lannadu wa min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata, tukisema tuko tayari kumwabudu asiyekuwa muumba wetu mlezi wetu, tutakuwa tumesema maneno ya kuvuka mipaka. Na tukiabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muumba wetu mlezi wetu, tutakuwa tumevuka mpaka, na sisi hatuko tayari kuvuka mipaka. Sisi tuko katika mipaka, tunaitaka radhi ya muumba wetu mlezi wetu kila tunachohitaji anatuandalia yeye, kila tunachohitaji anatupatia yeye huyo huyo, tumetosheka naye, subhanallah. Haya maneno yalimwingia mfalme, lakini akavunja ile spidi ya msimamo wa kutaka kuwapitishia hukumu kwa kuwa wamepingana na taratibu zilizopo katika nchi Akafikiria akawaambia vijana, nyie bado ni vijana. Lakini si hivyo tu, walikuwa ni watoto wa baadhi ya viongozi wa dola ile. Kwa hivyo, tunakupeni muda mpate kufikiria swala hili. Baada ya muda huo, mtujie hali ya kuwa tayari mmepata fikira isiyokuwa hii mlioibainisha. Vijana wakasema sawa. Wakaondoka. Walipoondoka, wakaenda kukaa kikao chao, wakaambizana maneno, haulai kaumuna, hawa wote katika mji huu na nchi hii, jamaa zetu hawa, wengine tunawajua, wengine hatuwajui, lakini maadamu wote wanaishi katika dola hii laula yatuna ya alaihim bi sultani bayyin. Tumezungumza nao si mara moja, lakini kila tulipozungumza nao kwa kuwataka watuletee dalili zile zenye kubainisha usahihi wa kuabudu masanamu na vingine, hawatuletei dalili, hawatuletei dalili, bali wanabaki katika hali inayoonyesha kwamba wamekosea, wamepotea. Faman adlam mimma iftara ala llahi kadhiba, hakuna yeyote ulimwenguni si zama zilizopita wala zama zilizopo wala zama zijazo aliye idhulumu nafsi yake zaidi kuliko anayemzushia Mwenyezi Mungu uongo. Hawa wamemzushia Mwenyezi Mungu uongo kwa kusema kwamba kuna vingine vinavyofaa kuabudiwa kama anavyofaa kuabudiwa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala kwa uzushi huu wamedhulumu nafsi zao zaidi ya wote wenye kudhulumu nafsi zao kwa kufanya madhambi mengine yasiyokuwa hili la shirki. Kwa hivyo tufanyaje? muda tuliopewa, tutakamatwa tena tukasikilizwa, tunafanyaje? Msimamo wakawa tayari. Katika mji wao ule kulikuwa na lilikuwa na pango kubwa, kwa ndani walikuwa wanalifahamu wale vijana. Wakaambizana maoni waidh itazaltumuhu wa ma yabuduna illa llah fauu ila al-kahf yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum mirfaqa, tunabadilisha msimamo. Kuishi katika nchi yetu hatuwezi kuishi na wazazi wetu, hatuwezi kuishi na ndugu zetu, hatuwezi kuyaishi maisha ya raha tuliyokuwa tukiyaishi. Kwa sasa hatutayaishi. Sasa, wa idhi'tazaltumuhum kwa kuwa mmeamua kuwatenga wote wanaowaabudu wasiokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wama yaabudun, na mmeamua kukitenga kila wanachokiabudu wakamwacha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nyinyi mmetosheka na Mwenyezi Mungu peke yake. Fa'u ila al-kahfi, acheni miji yenu, tujiandae tuondoke zetu tukaishi katika lile pango la jiwe lile pale, tukaishi pale ikiwa tumemkubali Mwenyezi Mungu kama hivi, yanshur lakum rabbukum min rahmati, muumba wenu mlezi wenu, mle mle ndani ya pango, atakukunjulieni huruma yake mtakayonufaika nayo ndani ya pango lile muda ukuwepo kwenu, bali wayuhayi lakum min amrikum mirfaqa, jambo lenu hili ambalo mnalo, Mwenyezi Mungu atalitia wepesi kwa nguvu yake. Nyie kuweni na maamuzi, twendeni kwenye pango. Wakawa tayari. Vipenzi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, huu ni msimamo wa vijana katika umri wa ujana waliouonesha. kwa msimamo wa huu, yanayokuja ni makubwa zaidi ya sisi kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo aliwafanyia hao vijana ndani ya lile pango. Kwa leo napenda tukomee hapo, kipindi kinachokuja tutaanzia hapa, waliingiaje kwenye lile pango na waliondokaje katika mji wao.